Ndugu zangu katika Kristo, tumsifi Yesu Kristo. Karibuni katika Dominika hii ya sherehe ya mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Ni sherehe ambayo wengi tumeizoea kuita sherehe ya Ekaristi Takatifu. Ni siku ambayo tutatembea na Yesu Ekaristi uko nje katika mitaa yetu, katika familia yetu, familia zetu mbalimbali. Ni sherehe ambayo vile vile katika baadhi ya parokia vijana wetu watupokea kwa mara ya kwanza sakramenti ya Ekaristi takatifu, yaani mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Tunawaombea kwa watoto wetu ao tunawatakia kila jema ili wanachokipokea kiweze kuleta manufaa katika maisha yao ya kiroho, katika maisha yao ya makuzi ya kiimani. Vilevile kuna parokia ambazo zinatumia jina hili parokia mbalimbali, inaitwa parokia ya mwili na damu ya bwana wetu Yesu Kristo. Leo ni sherehe ya parokia, tunawaombea kila jema. Mungu azidi kuwabariki azidi kuwaneemesha, na washerekee sherehe hii kwa amani na utulivu na baraka za Mungu zionekane wazo letu la leo, ndugu zangu katika Kristo, tukiwa na picha nzima ya sherehe hii kwa pamoja, ni Ekaristi takatifu inaongea, Ekaristi takatifu inaongea sasa wazoelinatoka wapi, na kanisa takatifu inaongea nini, ni kile ambacho tutafakari katika dominika hii. Ili uweze kuelewa, sasa naomba niwaeleze historia nzima ya tukio hili ambalo tunalifanya. Lilianzia wapi? Dominika hii ilianzia wapi? Sherehe hii ilianzia wapi? Kihistoria, mwaka 1208 mtawa wa kike wa shirika la Cisterne aitwaye Juliana kutokana na upendo wake mkuu kwa Ekaristi takatifu alianzisha vuguvugu vugu la kuadhimishwa sherehe hii. Huyu mtawa alitamani sana sana, e, upendo aliyokuwa nao kwa Yesu wa Ekaristi uenee duniani kote, lakini basi ilishindikana. Katika mwaka 1228 miaka na michache baadaye, padri mmoja katika mji wa Bolsena Italia alikuwa na mashaka juu ya uwepo halisi wa Yesu katika maumbo ya mkate na divai. Huyu padre katika maadhimisho yake alipokuwa anaadhimisha misa, yeye sasa alianza kuona matone ya damu katika hostia takatifu. Sasa baadaye haya mashaka yake yalianza sasa kupata ukweli au kupata majibu. Na kweli muujiza huu mkubwa ulitokea. Huyu padri katika kuadhimisha sasa eh, hii misa, kile alichokuwa anakinyanyua kilibadilika kuwa mwili na damu halisi kwa Bwana wetu Yesu Kristo. Hivyo tukio hili lilikasambaa nchini Italia na watu wakaanza ibada ya Ekaristi Takatifu, kuabudu mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Sasa kutokana na kusambaa kwa muujiza huu Papa Urbanus wa nne alianzisha sherehe hii mwaka 1264. Kwa hiyo tunatambue kwamba sherehe hii ilianzishwa na Papa Urbanus, vizuri kabisa, huyu wa nne, mwaka 1264, akatangaza kuwa sherehe hii iadhimishwe kote duniani na maandamano yafanyike nje ya kanisa ili kushuhudia kwa wengine ukweli huu wa imani yetu kuwa Kristu yupo nasi siku zote katika maumbo ya mkate na divai. Kwa hiyo ndio maana utaona tunatoka nje, tunatembea ili kushuhudia ulimwengu kwamba Yesu Kristu yupo kweli katika maumbo ya mkate na divai, na sisi tuko naye. Mtakatifu Maksimiliani Kolbe alisema hivi: kama malaika wangekuwa na wivu juu ya mwanadamu, wangekuwa na sababu hiyo kwa jambo moja tu, nalo ni Ekaristi Takatifu. Na mtakatifu Padre Pio anasemaje? Ekaristi Takatifu ndiyo zawadi ambayo kanisa Katoliki linajivunia. Kwa hiyo ndugu zangu katika Kristo, tunapofanya sherehe hii, tunapotembea nje, tutambue kwamba hata malaika wanaona wivu. Tutambue kuwa vile vile ni kitu ambacho sisi kama Wakristo wa, wa kanisa moja takatifu katoliki la mitume tunajivunia. Tutembee kifua mbele, tukiamini Yesu Kristo yuko nasi siku zote za maisha yetu, anasema tambua niko nani, hata ukamilifu wa dahari. Yesu Kristo yuko nasi sasa. Tukisha baada ya kutambua historia hiyo, baada ya kujua chimbuko la hiki tunachokiadhimisha, kwamba kilianzishwa na nani na ilikuwa ilitokea vipi, sasa tuye katika tafakari ya masomo yetu, ambapo nimesema wazo kuu ni Ekaristi Takatifu. Inaongea somo la kwanza, kama nilivyosema, inatoka kitabu cha Mwanzo. Ile sura ya 14 aya ya 18 mpaka 20. Sasa naomba uelewe hizo. Sura ya 14 ya kitabu cha Mwanzo inaeleza habari za vita za falme mbalimbali ya kwa kipindi hicho. Vilikuwa ni vita vilivyodumu miaka mingi na falme iliyokuwa mshindi ilichukua mateka wale waliokuwa wanashindwa. Ni katika mfululizo wa vita hivyo Sodoma na Gomora ilishindwa hivyo watu wakachukuliwa mateka. Tutambue kabisa ni katika mfululizo ya hiyo vita, Sodoma na Gomora ilishindwa, watu wakachukuliwa mateka. Mojawapo ya mtu aliyechukuliwa mateka ni Lutu aliyekuwa, sasa huyu Lutu alikuwa akiishi Sodoma. Tunakumbuka kabisa Lutu alikuwa ni ndugu wa Abrahamu. Habari hizo sasa za Lutu kuchukuliwa mateka na Sodoma e, kushindwa zilimfikia Abrahamu, naye akakusanya na watu wapatao mia tatu kumi na nane wenye utaalamu wa vita, waende na kufanya maangamizi makubwa na kukomboa tena watu waliokuwa wametekwa, hao watu wa Sodoma e, na mali zao, miongoni mwao kama tukumbuke, alikuwepo Lutu ndugu yake Mfalme wa Sodoma alifurahi sana kwa sababu kiukweli Abrahamu alishinda hivyo vita na alifanikiwa kukomboa watu wa Sodoma na kumkomboa ndugu yake na kukomboa mali zao. Sasa, baada ya mfalme wa Sodoma kufurahi, alitamani sasa kuonana na Abrahamu ili amshukuru katika bonde la Shawe. sasa Abrahamu akiwa na furaha ya kushinda vita, akiwa vilevile njiani kwenda kukutana na mfalume huyu wa Sodoma, ndipo sasa ndipo sasa anatambulishwa mfalume aitwaye Melikisedeki aliyekuwa kwani mkuu huyu ni mfalume wa Salemu, anayeleta mkate na divai, naye anambariki Abrahamu kama tulivyosikia katika somo. Naomba mwelewe hivi. Melek kwa Kiebrania maana yake mfalme, Zedek maana yake haki au uadilifu. Salemu baadaye ilitambulikana kama Yerusalemu. Sifa zake huyu kuhani mkuu au Melkisedek zinatajwa vizuri na tukio hili linaelezwa tena vizuri baadaye katika waraka kwa Waebrania ile sura ya saba aya ya kwanza mpaka ya tatu na huyu mfalme ataelezwa tena vizuri katika waraka kwa Waebrania ile sura ya tano aya ya sita na ile aya ya kumi. Sasa ukiangalia kwa makini sifa za huyu mfalme anayetambulishwa leo au tunayemsikia katika hili somo la kwanza, utaelewa vizuri hiki nachotaka kuambia. Kwanza, sifa zake ni kuhani mkuu. Mbili, tumesikia katika somo, amejitokeza tu hapa katikati wakati Abrahamu anaenda kutana na mfalme yule mwingine ili kushukuru, yeye anajitokeza katikati. Ukienda vizuri, sifa zake zinaeleza sasa, hana baba hana mama hana nasaba, hana mwanzo wa siku zake wala mwisho wa uzima wake. Ni sifa ya pili. Sifa ya tatu, anatolea sadaka ya mkate na divai. Hizi sifa hizi za huyu mfalume kiukweli kabisa zinaakisi sifa za Kristo, ambaye tunamsherekea leo. Kumbe yeye aliye bwana wa vita, kwa sababu Abraham alikuwa anaenda kutana na mfalume baada ya kushinda vita, yeye huyu aliye bwana wa vita ndiye anayetushindia kila aina ya vita yetu kama tulivyomshindia Abrahamu, kitabu cha Mwanzo sura ya 14 aya 19 mpaka 20, kama tulivyosikia. Hivyo hatuna budi kumshukuru yeye, kumwabudu yeye na kumwomba yeye kwa moyo. Abrahamu alitoa moja ya kumi ya mali zake, hii ndiyo zaka ya kwanza katika maandiko matakatifu. Hivyo tunapotembea na Yesu leo nje tujiulize tena na tena, tunamsifu kwa kipi? Abrahamu yeye alishukuru kwa sababu alishinda vita. Je, mimi na wewe tunashukuru kwa kipi? Abrahamu alitoa shukrani yake, alitoa zaka yake. Mimi na wewe tunatoa nini? Ni waombe tutakapokuwa tunamtembeza Yesu Kristo katika maombo ya mkate na divai, katika mitaa yetu, katika nyumba zetu. Naamini kutakuwa kuna vituo tumeweka vituo mbalimbali katika familia tutoe maombi, lakini naomba msiache kutoa shukrani kama Abrahamu. Mungu atawaacha. Somo la pili linatoka waraka wa kwanza Mtume Paulo kwa Korinto, ile sura ya 11 aya 23 mpaka 26. Mtume Paulo anaeleza kile Kristu alichokifanya siku ya Alamisi Kuu. Hili ni tendo la kujitoa kujimega, ambalo linaakisiwa vilevile katika somo la injili, injili ya Luka ile sura ya 9, aya 11 mpaka 17. Kristu anatoa mikate mitano na visamaki viwili, anabariki, anamega, anagawa. Huyo ni Kristu mwingine, yaani hivi pande vya mikate na samaki vinaakisi Kristo mwingine anayejitoa, anayejimega kwa ajili yetu sisi, anayejitoa sadaka kwa ajili yetu sisi pale msalabani. Huyu ni Kristo anayeakisi yule kondoo Pasaka aliyewakomboa wana wa Israeli kutoka katika utumwa, aliyetukomboa vile vile mimi na wewe katika utumwa wa dhambi anayetuliza njaa na kiu zetu, kama alivyotuliza njaa za hawa watu waliokuwa wanataabika kwa kukosa chakula. Kwa hiyo huyu ni Yesu Kristo mwenyewe. Naomba niwaambie, ndugu zangu katika Kristo, tuweze kuelewa jambo la msingi kwamba Kristo anaongea. Kristo anaongea iko hivi. Naomba niwaambie ukweli, naomba niwaambie ili uweze kuelewa vizuri tunachokifanya katika dominika hii. Kristu anajitoa mwenyewe ndio maana tunatembea mzima mzima kama kondoo wa Pasaka mpya, alisema Mtakatifu Sirili wa Alexandria. Anatua kikombe Kristu na kusema "Hii ndiyo damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi." Tumesikia Paulo akilishuhudia hilo. Anatua mkate na kusema huu ndio mwili wangu. Naomba niwaambie Yohane Mbatizaji aliliona ili mapema sana, na akaonyesha wanafunzi wake akisema, tazama au tazama, mwana kondoo wa Mungu. Injili ya Yohane ile sura ya kwanza aya 36. Aliona kwa damu yake mwanadamu atakombolewa katika utumwa wa dhambi na kuwa huru. Injili Yohane ile sura ya kwanza aya 29, iko hivi na hiki ndicho tunacho Kisherekea leo tunachotaka ulimwengu wote ujue, ujue tunapotoka nje na kutembea. Mtakatifu Sirili wa Yerusalemu anasema jiulize, kama Yesu mwenyewe anasema huu ni mwili wangu, hii ni damu yangu, hivi ni nani anayeweza kubisha juu ya hili? Hivi ni nani anayeweza kuwa na mashaka juu ya hili, kama Yesu Kristo mwenyewe amesema? Naomba niwaambie, tufanye sherehe hii bila kusahau kwamba Yesu Kristo yupo kati yetu na alichokisema ni kweli, na tusiwe na mashaka. Papa Francisco anasisitiza kuwa katika kutembea na Yesu huyu, alisisitiza hivi: tusitembee tu, bali tufanye tafakari ya kina ya maisha yetu na mahusiano yetu na Mungu. Hatuna mashaka kwamba ni yeye tunamtembeza kwa watu. Lakini tufanye tafakari juu ya maisha yetu, na tufanya tafakari hii nzuri, utaamini au utaelewa kwamba Yesu Kristo huyu anaongea. Ekaristi takatifu hii tunayotembea nayo inaongea, inaongea nini? Naomba niongee maneno ma, mambo makuu mawili ambayo inaongea: moja, ulimwengu una njaa. Ekaristi takatifu ni muunganiko wa upendo wa ndani kabisa kati yetu na Yesu Kristo lakini muunganiko pia unaotudai kusambaza muunganiko huu kwa jirani zetu na kuelewa kuwa haya. Sasa ndicho tunachotaka kukielewa, ulimwengu una njaa. Lazima uelewe kuwa tunapoonja shibe ya mwili na roho katika kanisa takatifu, tuelewe ulimwengu una njaa ya chakula, watu wanakufa kila kona kwa njaa. Tumwombe Kristo awaone hao wanaohangaika wangaika usiku na mchana kuka chakula. Injili ya Matayo sura ya 25 aya 31, mpaka 45 inasema nini? tunapoonja umoja, ushirika kati yetu na Kristo kwa kupokea mwili na damu yake, kama alivyosema mtakatifu ye eh, Peter Julian Helmad, tutambue kuwa ulimwengu una njaa ya communion, njaa ya umoja. Ulimwengu una njaa watu wana utengano wa ndani. Familia nyingi zina migogoro, ndoa nyingi zimetangana, koo nyingi zina mafarakano. Watu katika taifa moja, ofisi moja, taasisi moja, hawana ushirikiano. Twaombe hao Mungu awalete pamoja. Ulimwengu una njaa. Tunapoonja urafiki mbele ya Yesu Ekaristi kama anavyoeleza katika Injili ya Yohana ile sura ya 15 aya 15, tuelewe kuwa ulimwengu una njaa ya urafiki. Wanadamu wengi ni wapweke, wanaongea peke yao, wanalia peke yao, wanabeba misalaba mizito peke yao, hawana kuongea nao. Tuwapeleke hawa kwa Kristo, tumwambie Kristo wawaone. Ulimwengu una njaa tunapoonja upendo mbele ya Yesu Ekaristi kwa sababu Mtakatifu wa Thomas wa Aquino anasema Ekaristi takatifu ni sakramenti ya upendo, kama ilivyo katika injili ya Yohana ile sura ya 15 aya ya 13. Tutambue kuwa ulimwengu una njaa ya upendo. Ulimwengu umejaa chuki, umejaa hasira, umejaa vita, umejaa visasi. Wanadamu wanawindana wenyewe kwa wenyewe, nchi zinawindana zenyewe kwa zenyewe. Vilio ni kila kona, vita ni kila kona watu wanapotezwa wanauawa kila kona. Amani, furaha, upendo vimekuwa msamiati. Tutoke nje, tuonyeshe upendo, tuambie watu kwamba Kristo anataka tupendane. Ndio maana tunatoka na kutembea. Tunapoonja mguso wa nafsi mbele ya Yesu Ekaristi, tuelewe kuwa ulimwengu una njaa ya kufikiwa. Kuna watu ni untouchable kabisa, kwa sababu ya hali zao za kiuchumi, magonjwa, au mazingira wanayotoka. Wanahitaji mtu wa kuagusa na kuambia pole, utapona; pole, Mungu anakupenda; pole, usife moyo; pole, usikate tamaa; pole, una nafasi nyingine. Pole, ulimwengu una njaa ya pole. Tutoke nje, tutembee, tuambie watu pole, tuambie watu pole, tunaposikia nafsi mwetu maneno ya faraja mbele ya Yesu Ekaristi kama Injili ya Mathayo ile sura ya 11 aya ya 28 mpaka 30. Tutambue na kuelewa kuwa ulimwengu una njaa ya injili. Ulimwengu unahitaji kusikia habari njema, alisema Mama Teresa wa Kalikuta. Ulimwengu ambao umebubikwa na habari za vitisho, vita, mashetani, laana, chuki, ajali, vimbunga, magonjwa ya mlipuko na vifo unastahili kuisikia habari njema ya injili. Licha ya yote, Kristu bado yupo kati yao, si kama mtazamaji, ila kama mkombozi wao. Tutoke nje, tuwatangazie watu habari njema ya injili, tuambie Kristu bado yupo kati yao. Ulimwengu una njaa, tutoke nje, tuwe sababu ya chakula kwao, tuwaeleze kwamba Kristu anawapenda Kristu anawaona na Kristu anawajali siku zote za maisha yao. Ekaristi Takatifu inaongea, inakwambia ulimwengu una njaa. Jambo la pili na la mwisho, maisha yanahitaji kujitoa sadaka. Maisha yanahitaji kujitoa sadaka. Ndugu zangu, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili katika umilia yake siku ya vijana duniani, ilikuwa ni tarehe mwezi wa nane mwaka 1997 mjini Paris, Ufaransa, alisema katika Injili ya Yohane ile sura ya kwanza aya 38 mpaka 41, wanafunzi wa Yohane mbatizaji wawili akiwemo Andrea walimuuliza swali Yesu wakisema Rabi, unakaa wapi? Yesu akawajibu Njoni nani mtaona. Papa anasema Leo hii swali hili na majibu ya wazi kabisa kwa sababu sote tunajua Yesu Kristu anapokaa ni katika Ekaristi Takatifu. Yesu anakaa katika Ekaristi Takatifu, hivyo hatuwezi kutenganisha sakramenti ya Ekaristi Takatifu na maisha, kujitoa sadaka, kama alivyosema Askofu Fulton Sheen, naomba niwaambie, unyunyu wenye harufu nzuri ni zao la mawaridi yaliyopondwa vizuri vizuri. Mkate ni zao la ngano iliyopondwa pondwa vizuri. Hivyo tunapotoka nje, tunapotembea na Yesu wa Ekaristi, hatuna budi mina wewe kama wafuasi waminifu wa Yesu kuponda ponda kiburi chetu ili tuwe sadaka katika maisha wengine. Hatuna budi kuponda ponda vyeo vyetu ili tuwe sadaka katika maisha wengine hatuna budi kuponda ponda muda wetu kwa ajili ya wengine. Hatuna budi kuponda ponda matamanio yetu ya kibinadamu kwa ajili ya wengine. Hatuna budi kuponda ponda nafsi zetu kwa ajili ya kutoa sadaka kwa wengine. Na huu moyo wa kujiponda ponda tutaupata wapi? Ni pale tutakapotenga muda kukaa na Yesu wa Ekaristi, alisema Mtakatifu Fransisko wa Sale. Naomba nimalizie kwa simulizi hii naomba nimalizie kwa simulizi hii nzuri ambayo itakufanya utafakari katika maisha yako. Inasemekana simulizi hii ilielezwa na katibu binafsi wa mtakatifu Yohane Paulo wa pili. Anasema hivi huyu katibu: mara baada ya kuchaguliwa kuwa papa Yohane Paulo wa pili alipotea, hakujulikana yuko wapi. Katibu anasema hivi: nilienda chumbani kwake, baada ya chakula cha usiku niligonga mlango wake, akujibu akuwepo chumbani nilienda kwa haraka katika kanisa kidogo cha nyumba yake na kuwasha taa, ila sikumuona. Niliuliza makardinali ninokutana nao katika mahangaiko yangu, hakuna aliyenijibu. Anasema nilipokuwa narudi, kwa bahati nilikutana na padri mmoja ambaye alikuwa ni katibu wake nchini Polandi kipindi kile. Nilipomuuliza kuwa papa yupo wapi, aliniangalia na kutabasamu kisha akasema, nenda vizuri kanisani washa taa na angalia vizuri sakafuni utamwona. Anasema nilipofanya hivyo, nilishangaa kumwona papa akiwa amelala kifudifudi, huku akiwa ametandaza mikono yake chini, mbele ya Yesu wa Ekaristi. Kitendo hiki kilinigusa sana. Naomba niwaambie leo hii, mimi na wewe, watu wasitafute mahali pengine popote pale bali mbele ya Yesu wa Ekaristi. Tusiende kulia kwa yoyote yule katika mahangaiko yetu ya maisha, bali mbele ya Yesu wa Ekaristi. Tunapomtembeza Yesu huko mtaani, tumtembeze vile vile katika maisha yetu. Anapoleta faraja huko tunakotembea, alete faraja vile vile katika maisha yetu. Tunapoonyesha watu kwamba Yesu Kristo yuko nao siku zote za maisha yao. Tujiambie sisi pia kwamba Yesu Kristu yuko nasi katika safari yetu ya maisha, na hata tuwacha kamwe. Baraka hii ikae nao, na Mungu akubariki. Yesu Ekaristi awe baraka katika familia yako, katika kazi zako, na katika chochote tunachokifanya. Akubariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, amina. Siku zote wewe upate utakatifu na Mungu atukuzwe, amina. Niwatakie dominika njema.